Tumetangaza kwa mtandao mambo ya kazi mtaani na tunahitaji vijana elfu thelathini wa Nairobi. Ujambo na karibu. Mpango maarufu wa serikali wa kuwezesha vijana kazi mtaani umerejea rasmi, huku usajili wa mtandaoni ukiwa umeanza kote nchini. Serikali imethibitisha kuwa vijana wasiokuwa na ajira sasa wana nafasi ya kujisajili kwa ajili ya awamu mpya ya utekelezaji wa mpango huo. Kazi mtaani ambao ulianzishwa mwaka wa 2020 wakati wa janga la COVID-19 ulilenga kuwapa vijana kazi kwa muda kama vile usafi wa mitaa, kusafisha mitaro, kuondoa taka na kuboresha mazingira ya umma katika maeneo ya mijini. Wakati huu, serikali inalenga kuendeleza mafanikio hayo kwa kutoa ajira zaidi na pia kuongeza vipengele vya mafunzo ya ujuzi kwa washiriki. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Nyumba na Maendeleo ya Maji, vijana wanaotaka kushiriki lazima wawe wa umri wa kati ya miaka kumi na nane hadi thelathini na tano. Wawe hawana ajira rasmi na wawe wakazi wa mitaa iliyo kwenye orodha ya mpango huo. Usajili unaendelea kupita tovuti rasmi ya kazi mtaani na wale waliowahi kushiriki awali watapata kipaumbele, ingawa nafasi pia zipo kwa waombaji wapya. Washiriki wataendelea kulipwa posho ya kila mwezi na safari hii watapatiwa mafunzo ya wa kifedha na ujasiriamali ili kuwajengea misingi ya mali, kujiajiri au kupata ajira za kudumu. Katika methali ya Kiswahili wahenga walisema, ajira ni ukombozi. Kupitia mpango huu vijana wengi wanatarajia kufungua ukurasa mpya katika maisha yao. Vijana wanahimizwa kujisajili mapema, kwani nafasi ni chache na muda wa usajili ni mfupi. Maelezo zaidi yatapatikana kwenye tovuti rasmi au kwa maafisa wa serikali za mitaa. Hata hivyo, niliweza kupatana na vijana waliowahi kushiriki katika kazi mtaani, na hizi hapa ni changamoto ambazo walisema walipitia, ikiwemo ni pamoja na malipo kuchelewa. Hii iliwakatisha tamaa na kuathiri maisha yao ya kila siku, hasa wale waliotegemea posho hizo kwa mahitaji ya msingi. Upendeleo katika uteuzi: kumekuwa na madai kuwa baadhi ya wasimamizi wa, wa mitaa walitoa nafasi kwa marafiki na jamaa zao huku wakiacha waliostahili. Wengi wamehoji kuhusu jinsi mpango huu unavyoweza kusaidia kwa muda mrefu, ikiwa huna mikakati wa kusaidia vijana kujiendeleza baada ya kazi. Muda mfupi wa utekelezaji kwa kuwa ni mpango wa muda, kazi nyingi hukamilika kwa haraka bila muda wa kutosha kujenga uwezo wa wahusika. Nikiripotia Kifagio Media Team, ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD. Usisahau kupiga like, subscribe na kufinya kengele.